wabarakatuh kwa majina naitwa Ahmadi Ismaili Pangaleli mimi ni katibu wa msikiti wa wilaya ya Lushoto Masjidi Omar Alfaruk msikiti huu unapatikana eneo hili la mjini katika wilaya yetu hii ya Lushoto lakini nikiwa kama katibu na nikiwa kama kiongozi siku hii yaidi kwanza kabisa ninawatakia waumini wote idi mubaraka lakini pia ninataka niwakumbushe jambo moja. Naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia waumini wa wilaya ya Lushoto na sehemu nyingine zote. Tulikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambayo ilikuwa ni semina. Semina hii tumeifanya siku 30, tumeikamilisha. Kama tumeikamilisha, tunaamini kwamba tumefuzu, maana lengo la kufunga ni kumfanya mfungaji awe mchamungu na mcha Mungu ni yule ambaye anafuata taratibu za Allah subuhanahu wataala, na anaacha yale yote makatazo ya Allah subuhanahu wataala. Na ukifuata taratibu za Allah subuhanahu wataala utakuwa umefuata taratibu na kanuni za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ukifuatilia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria na kanuni za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zote zimeenda sawa na seretina, na sheria za Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo napenda kuwahusia wale wote ambao walikuwa hawaji kuswali. Alhamdulillah, mwenyezi Mungu ametujalia, tuna msikiti mkubwa kabisa wa kupendeza, msikiti ambao hata tuje vipi hatuwezi kuujaza, lakini bado tunaopandisha ghorofa, lakini bado Lushoto tuna misikiti mingi tusibague. Tumepewa swala tano, ndugu zanguni, nawahusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia. Tunaishi kwa rehma za Allah subuhanahu wataala, lakini wajibu wetu ni kufa. Hatujui baada ya masaa mawili tutakuwa wapi. Huko tunakokwenda kuna maisha, kwa hiyo nawasihi tujitahidini katika kufanya ibada, kwa sababu mwanadamu ameumbwa kwa lengo la kufanya ibada, ili tuweze kufikia hatua ambayo ni hatua njema, lakini pia nikiwa kama katibu nitumie fursa hii kushukuru kamati ya msikiti wa wilaya ya Lushoto. Ni kamati ambayo inafanya kazi sana. Kazi zetu sisi ni za kujitolea, tunaamini malipo yapo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni watu ambao usiku na mchana wanafanya kazi na mambo yanakwenda amenyoka. Nafikiri hata nyiye watangazaji mnaona mambo yanavyokwenda, lakini nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitashukuru baraza la ulamaa wilaya ya Lushoto ikiongozwa na shehe wa wilaya ya Lushoto Shehe Haji Swahibu ni baraza ambalo limetuamini sana msikitini hapa, na mambo yanakwenda na nyie mnaona hata leo hii wana udhuru mbalimbali wameshindwa kufika, lakini wanajua wana majembe pale msikitini, wakatambia bwana fanyeni kazi. Na salamu za wilaya, katibu wa msikiti zitoe, nimezitoa kwa niaba ya shehe wa wilaya. Tupo nao pamoja, wanatuamini. Wito wangu kwao wazidi kutuamini na watutumie sisi vijana ili tuweze kuleta maendeleo ya dini ya Allah, subhanahu wa taala. Lakini pia ni washukuru nyie watangazaji, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisikuwashukuru. Kila laheri, ila niwausie pamoja na kazi yenu mnaoifanya, msisahau swala zima la ibada. Fanya kazi, elimisha jamii, lakini njoo kwenye ibada. Wewe unaweza ukawa hujasoma dini, huielewi dini, lakini kupitia kazi yako hii unaoifanya kwa ajili ya mambo yaende kunyoka vizuri, unapata sawabu na unakuwa ni mwalimu mkubwa sana katika jamii. Mimi naweza nikawa nimesoma kwa kuivuruga serikali ni dakika chache, na mkiamua kuitengeneza serikali ni dakika chache. Kwa kwa umuhimu wenu mlionao, basi muwe na hofu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili mambo yaweze kwenda vizuri, nchi yetu iende vizuri. Lakini mwisho kabisa nimshukuru Mama Samia. Mama Samia, kila kiongozi anayezungumza anakuambia Mama Samia. Mama Samia, ukitazama haraka haraka unaweza usielewe, lakini mwanadamu ana bongo tatu, tunasema kuna forebrain midbrain and medulla oblongata. Hizi zote tukizikusanya tukatafakari tutaamini kwamba mama anaupiga mwingi, mama anajitahidi usiku na mchana, nchi na amani. Sitazungumza mengine, nitazungumzia swala la amani Mnanihoji hapa, hatuna bunduki, hatuna ulinzi, kwa sababu nchi ina amani. Lakini amani hii, kiongozi ndo anayeileta amani hii, akiwa anasaidiwa na nani? Akiwa anasaidiwa kwa uwezo Allah wa Allah subhanahu wataala. Kwa Mama Samia, tunakupongeza sana popote ulipo, lakini tunapongeza uongozi uliotuwekea wilaya ya Lushoto. Hatuna zile kurupushani za hapa na pale. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azidi kuwapa hekima na busara viongozi wetu, ili mambo yazidi ya kuendelea tuswali kwa amani, tufanye ibada zetu kwa amani, mambo yaende kwa amani. Mwisho kabisa nawatakia watu wote idi mubaraka. Tusisahau kuwapa wazazi wetu idi, nao wafurahi. Tuna jukumu zito sana la kuwatendea wazazi wema, jukumu zito sana la kuwatendea wazazi hisani. Popote unaposikia klifu hii, una mzazi yupo hai, nenda kakae naye, kazungumze naye, akupe baraka zake. Una mzazi ametangulia mbele ya haki, kamfanyie dua, kamtolee sadaka, katujaria zitamfikia huko alipo. Wito wangu ni huo. Wanadamu tuna mapungufu mengi, leo ni siku ya kusameheana, kwa sababu leo tumefuzu, sisi ni wachamungu, na tukifa leo kwa imani tunakwenda peponi, kwenye pepo ya Jannatu Firdaus, tukale bata na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalam, nawatakia Idi mubaraka. Asanteni sana.